Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mmepumzika na sasa ni wakati wa nini? Hadithi! Nikisema hadithi, mnasema hadithi hadithi hadithi. Sasa tuende kwenye simulizi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Maria. Na leo nataka niwasimulia hadithi nzuri sana. Leo niko na madrasa gani? Ahlul Bait. Ahlul Bait mnataka kusikiliza stori? Kweli? Mm, mm, mm. Bora, bora mna sauti nzuri, nataka kusikiliza stori? Yeah! Hadithi hadithi, siku moja paliondokea na mtoto alikuwa anaitwa Abdalla. Abdalla alikuwa na kikapu chake kizuri lakini kikapu chake kilikuwa cha magic. Ilikuwa kila kitu yenye anaitisha angepata. Akisema nataka sweet, kikapu chake kitatoa sweet. Akisema nataka pizza, kikapu chake kitatoa pizza. Sasa yeye Abdalla alikuwa na furaha kwa sababu kila anachokitaka angepata kwenye hiyo kikapu chake cha magic. Ikawa mwenyewe kila siku anasema, mi nataka toy, anapata. Mi nataka toy ya pikipiki piki, anapata. Mi nataka sweet, anapata. Lakini Abdalla alikuwa mchoyo, yeye alikuwa hapeani, kila akipata anajiwekea mwenyewe, kila akipata anafanyaje? we hey! Hey! Hey, ni mchoyo Abdalla ni mchoyo. Ay, hebu tumfundishe leo, anafaa kuwe vipi? Sawa. Sasa ikawa Abdalla kila kipata toys mwenyewe anaziweka, kila yani mpaka ikawa ha, hafikiri wenzake, hafikiri kupeana, hagawanyi, mchoyo tu mwenyewe, anajiwekea mwenyewe, anajifaidisha mwenyewe. Sasa siku moja akalala tena, amelala akaota, aliota nini? Unajua, aliota sauti inamwambia wewe, usifikirie kila kitu chenye unakipata kinakufaidisha mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atakuuliza hizo vitu umevi, mimi nimekupa baraka, nimekupa neema, wewe umeitumia vipi neema hiyo? Kama yeye amepata amepata magic cup, amepata kikapu cha magic, si ndio? Ikawa anapata kila kitu yenye anataka, hata akiitisha pesa atapata. Angekuwa anasaidia maskini, si mwisho wa siku akifa ataenda peponi? Si ndio? Ama sema akisaidia maskini, basi tunajua ukipeana, inarudi inarudi na zaidi, si ndio? ukimpa mtu shilingi kumi kesho utapata shilingi ishirini si ndio ama? ama ni uongo nadanganya nasema ukweli si ndio sasa Abdala eh kashangaa enye ni ukweli mi niko na magic kikapu cha magic lakini kila nkipata nakieka mwenyewe si peani simpi mtu yoyote kama nchakula nala peke yangu hata mamangu simpi kila kila nkipata hata nikitisha pesa nazotele pale Toys, ziko pale mingi, sipeani mtu hata mmoja, na najua marafiki zangu watakawacheze na mimi, na pia najua kuna watu wengine maskini hawajiwezi, ni maskini, hawana pesa nyingi. Mi nina uwezo wa kuwasaidia, mbona siwasaidii? Kwanzia na hiyo siku ikaa mwenyewe hiyo magic, akiitisha aki kitu kwa kikapu cha chake cha magic, ana make sure yeye haitishi chake peke yake, anaitisha paka cha mwenzake kaa anakitumia ana kikapu vizuri. Abdalla akakuwa mtoto mzuri, akakuwa mtoto mwenye adabu, kila mtu ikawauamsifia ana tabia nzuri, tabia safi, anapeana kila kitu, hajifaidishi peke yake. Sawa? Kwa hivyo, Abdalla, umesikia? Usikuwe nani, usikuwe mchoyo, sawa? Ugawanye watu vitu zako, sawa? na hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yangu imetufunza nini kwanza sawa? Mi leo sina zawadi, leo nitasema tu sawa. Hadithi yangu imetufunza tusikue wachoyo, ukikua na kitu ugawanye sawa. Vilevile hadithi yetu inatufunza kwamba ukikua na kitu alafu upeane, Mwenyezi Mungu anakurudishana zaidi sawa. Na hadithi yangu ikaishia hapo, kwa hivyo tusemeni masalamu kwenye kamera Masa.